Natungali tukiendelea na, tukiendele na mada yetu ya siku ya leo. Na hapa katika kaunti hii ya Bomet, nitakuwa nikizungumza na walimu wa sekondari msingi. Hivi majuzi wamekuwa wamejipata kwenye njia panda, na ni nani atakayesuluhisha matatizo yao? Na je, walimu hawa wanaimani kuwa wanafunzi wako tayari kwa mtihani wa gredi ya tisa? Kwa majina naitwa Teddy Purity Chepngetich. Kwa jina ya kimajazi inajulikana kama Cheberuri. Kiukweli hawa watoto tumewatayarisha, tuna imani na wao, ila tu hatuna imani kamili kwa sababu tumekumbwa kama walimu, tumekumbwa na changamoto, wanafunzi pia wamekumbwa na machangamoto mingi tangu tuanze hii uh, uh, CBC mtahala wa CBC hatujakuwa na resources za kutosha, hamna mahabara, hamna miktaba, mukta, uh, nini maktaba katika shule zetu. Unapata tuna walimu uh, karibu sita, lakini walimu wenyewe wanafunza somo moja. Sasa jambo la kusikitisha ni kwamba wanafunzi hawa tunaweza sema tumewaandaa, lakini ukipewa lile somo ambalo ahuna uwezo wa kufunza unatarajia vipi mwanafunzi awe amepata ule uelewa, ama amepata kushika kila ambacho mwalimu amefunza? Kwa mfano, unapata ya kwamba tuna walimu sita, lakini walimu watatu wanafunza somo moja. Kwa mfano, somo la Kiswahili na dini, unapata ni wana, uh, walimu watatu, na walimu wenyewe wanatarajiwa ama wanapewa ile nafasi ya kufunza somo la hisabati. Sasa hilo linatutia uh, changamoto kubwa zaidi sasa nadhani na, na waandalizi na wale waanzilishi wa CPC walikuwa na nia ya kuweza kujenga uh, talanta kwa kila mwanafunzi ambavyo, kwa sasa uh, wale ambao wanaendeleza uh, kitendo hicho hawajaweza uh, kufikia ule um, kiwango walichokusudia wale waanzilishi. Tunaomba serikali iweze kuconfirm wale walimu ambao waliajiriwa kwenye kandarazi ya mwaka, uh, mwaka moja. Uh, hii itasaidia walimu hao pamoja uh, na wanafunzi ama uh, walimu watapewa nafasi na motisha ya kufanya kazi katika kiwango hicho. ah uh... watu u, u, walisomea secondary walisomea secondary options in, in university wenye wanasimamia walisomea primary option in, se, in, in, in in in colleges so unaona there is there is that uh, uh, absurd in terms of management if it is possible for watu in terms of hata wapeana respect wapeana hizo vitu you find that hata mtu mwenye anakuja ku supervise ni mtu mwenye alisomea ile alianzia ile inaitwa sijui T9 ama inaitwa nini, akakuja mpaka UT akakuja mpaka akakuwa mwalimu mkuu. Na kuna issues yenye imekuja hapa katikati in terms of training, hao watu wameenda retooling mara tano. The government has invested a lot and therefore hii issue ya autonomy hao watu wapewe these people that they they can manage themselves kwa primary they have no problem that is... na masomo ya sekondari msingi yameshuhudia misukosuko mara kwa mara, na hivi majuzi tukishuhudia walimu wa shule ya sekondari msingi wakisitiza haja ya kujisimamia. Na hapa tunaungana na baadhi ya walimu katika sekondari msingi, hapa kaunti hii ya Nyamira, ili na naowatueleze, wanahisi kwamba hawa wanafunzi wa gredi ya tisa wako tayari kufanya mtihani wao wa mwaka huu. Kwa majina, naitwa Masi Kerubo Mocha. Mimi ni mwalimu wa junior school. Kwa maoni yangu, wanafunzi hawa ya wa, wa gredi ya tisa wako tayari kwa sababu wamekuwa wakisoma masomo haya ya CBC tangu wakue katika gredi ya kwanza. Kwa hivyo mimi, kwa maoni yangu, naona ni kama wamejikakamua kabisa kwa sababu wamekuwa wakipewa continuous assessment tests ili kuweza kuona kama wako tayari, na kwa maoni yangu naweza sema, uh, nam, wako tayari. Nina imani kuwa hawa wanafunzi wetu wameandaliwa vyema na wamejiandaa kufanya mtihani, ila kuna changamoto hapa na pale. Kwa mfano, miundombinu ambayo inafaa kuwa pale ni duni. Tukiangalia masuala ya masomo ya sayansi kompyuta na lile somo la home science, kwa mfano pale katika shule za msingi hakuna maabara ya kompyuta home science, hakuna ile sehemu ambayo wanafunzi wanaweza kufanyia hizi ama a, haya masomo ambayo yanafaa kuwekeza mikono yao pale. Pia tukiangalia kuna upungufu wa vitabu ama tukiangalia library pale ambapo wanafunzi wanaweza kwenda wakasoma wakafanya utafiti wa kutosha ili waweze kufanya mitihani yao. Pia tukiangalia kuna upungufu wa walimu sana, hasa walimu wa sayansi na wale wa technicals. Kwa hivyo unapata kuwa mwalimu amejifunza kusomea a, kufunza somo la dini kwa mfano, lakini ukifika pale anafunza somo la sayansi. Kwa hivyo pia pale kuna changamoto. Hao wanafunzi wamekuwa ni kile kiwango ambacho wamekuwa wakifanyiwa, uh, majaribio. Tunakumbuka kwamba uh, ili darasa ama hii grade ndio ya kwanza kuanza kufanya huu mtihani. Kwa hivyo mtihani yote ambao wamekuwa wakifanya tukianza na wale wa kepsea, sasa wanafanya kejisea. Ni kwamba hao wanafunzi wamekuwa ni wakufanyiwa majaribio uh, ingawaje kuna matatizo hapa na pale, kuna changamoto hapa na pale. Kwa mfano, tulipokuwa tunaanza mwaka 2023 tukiwa tukiwa tatu ndio tunaanza grade ya saba wanafunzi hao walikuwa nafaa kufanya masomo kama kumi na nane na baadaye akapunguzwa kufikia kumi na tisa uh, kumaanisha kwamba vitabu ambavyo vilikuwepo vilikuwa vingi na vitabu hivyo havijabadilishwa kwamba havijafanyiwa kitu tunaita unaita utapata kwamba somo la, kama lile la social studies, wanafunzi hao wako na vitabu viwili katika darasa la gredi ya saba na gredi ya nane, lakini gredi ya tisa wako na kitabu kimoja. Tukielekea kwa somo la kama vile sayansi, wanafunzi hao hawana vifaa ambavyo vinahitajika. Kwa mfano, hawana maabara na wanafunzi wenyewe hawajafanya uh, mazoezi ya kutosha, ili waweze kufanya huo mtihani. Kwa hivyo kidogo. Uh, matokeo ambayo tunatarajia yanaweza yakawa yale ya kiwango cha kadri, lakini wengi wao watakuwa chini ya uh, kile ambacho tunatarajia chini ya asilimia hamsini. Nama haoni baadhi ya walimu wa sekondari msingi katika kaunti hii ya Nyamira wakiwahakikishia wazazi na wadau wa sekta ya elimu kwamba wanafunzi wa gredi ya tisa wametayarishwa vyema kabla ya kukalia mtihani wao japo wakielezea kwamba kuna changamoto chache ambazo zinafaa kuangaziwa ili kuona kwamba elimu ya sekondari msingi inafanyika bila tashwishi. Kiripoti ya Citizen kutoka kaunti hii ya Nyamira, langu jina ni Duncan Bundi. Ni safari ya mabadiliko makubwa katika mfumo wa elimu ya taifa, huku wanafunzi wa gredi ya tisa wakisubiri mtihani wao wa kwanza wa, wa kitaifa. Ila hapa kaunti ya Wajia, walimu wanasema maandalizi yapo, lakini changamoto bado ni nyingi. Baadhi ya walimu wanahofia ukosefu wa vifaa vya maabara, vitabu eh, na walimu wa kutosha kwa masomo ya kiufundi. Wazazi nao pia wanasema bado wanatatizika kuelewa, eh, nafasi ya mtihani eh, uh, hu katika safari ya elimu ya watoto wao wengi wakitaka serikali kutoa mwongozo ulio wazi zaidi all is set uh, the learners are ready for the national examination KPSEA uh, examination the only challenge we have is uh, we parents are uh, not aware about uh, how this examination works the structure uh, how it happens you know the, The, the, the nature of it and the papers and all that. So the government must put in place mechanisms to educate and sensitize parents on what it means to have this e national examination. A kuna changamoto mingi ambazo nimepitia kama mwalimu gugwa hii shule hazoa kwa wazazi. Kuna zile vyombo ambazo tunahitaji kutoka kwa wazazi, walimu wanatumanisha, lakini hasiendani sambamba kwa sababu kuna wale wazazi ambao wachiwezi na tukiangalia CBC kuna zile bidhaa ambazo bei ni mingi sana, na wazazi waweze chimudu kununua. Kwangu nasema hivi kama serikali idhubutu na isaidie sana kuingilia kati ya hii CBC, ndio endelee vizuri, isaidie wazazi zile vitu ambazo wachiwezi, itumie pia kwa shule, ndio shule ichimudu na ifanye saidi. On the issue of, uh, CBC...

To ningeomba serikali kama ingewezekana, waweze kuleta huu mfumo na vifaa ambavyo vinahitajika, maana wameleta mfumo pekee na hakuna vifaa. Kwa mfano, bivitabu, vitabu hasa vitabu, tunasumbuka sana, tumeingia hasara kwa, ku, kwa kununua vitabu ama notes kutoka kwa watu ambao ni wanabiashara si vitabu ambavyo vimeidhinishwa maana hakuna vile vimefika. Kwa hivyo ningeomba serikali sana iweze kuleta vifaa ambavyo vinahitajika ili huu mfumo uweze kwenda sambamba. Kwa upande wa wataalamu wa elimu huu ni mtihani usio eh, tu kwa wanafunzi bali pia kwa mfumo mzima wa competency, eh, based curriculum. Swali kuu likisalia, je, taifa limejiandaa ipasavyo kwa sura hii mpya ya elimu? Nikiripoti kwa runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Wajia mimi ni Hashim Jimal. Mtihani um, wa KCSE una wadia kwa juma lijalo. Uh, nimeweza kujitayarisha kwa kuwa nimekuwa nikijiandaa niki darasani, nimekuwa nikidurusu so, niki vitabu vyangu. Nimekuwa nikipitia na walimu kazi ambayo tumekuwa tukiifanya aa, na pia kwa muda huu aa, nimeweza kuweka mambo kuhusu michezo kando na kupata yani ule focus katika masomo. Ndio tu. Pia tuzungumze nawe, pengine umejiandaa vipi? Uko tayari kwa kufanya mtihani pengine wa kitaifa ambao unaanza mwezi ujao? No, nam niko tayari kufanya mtihani huu kwa sababu walimu wametuandaa walimu wamefanya jambo nzuri sana kwa kutuandaa na kutuzoesha kwa mtihani zinazokuja kwa kuwa pia as you can see students around are able to illustrate skills in the lab and also do experiments with no worries so i can say we are very prepared as the Radiance group of schools to face this exam since our learners are very dedicated our teachers are also very dedicated so yeah Haya, basi, mliosikia wa wanafunzi hawa wakizungumza nasi na kutuambia vipi vipi walivyo tayari kufanya mtihani ambao unatarajiwa kwanza mwezi ujao, mwezi Novemba, ukiwa ni mtihani wa kitaifa, mtihani wa kwanza kufanyika katika taifa hili wa gredi ya tisa. Kutoka kaunti ya Nakuru na kurejesha kwako Mashirima, mimi ni Evans Asiba. Na mshukuru Asiba pamoja na wale wote ambao wamechangia kutoka kaunti za Wajia, Bomet na Nyamira. Labda tukirejelea tu yale ambayo yamesemwa, wanafunzi haswa wale ambao Asiba amezungumza na wanafunzi, wanaonekana kwamba uh, wana ile, ile, yale matumaini kwamba wako tayari na wataweza kufanya huu mtihani kwa, kwa, kwa njia sawa na watapata zile alama ambao wanahitaji wana labda tofauti kuu ambayo inatarajiwa katika mtihani huu na ule wa 844 unaweza kuwa ni gani? Kwa wale ambao wana hayo maswali, Michael, tuanze na wewe. Ya, yeah, tofauti ambayo iliyopo hapa katika mtihani ambao wanasubiria huu wa kijisea, huu mtihani sio kama ule ati ni matokeo peke yake anaangaliwa. hmm. naangalia kutoka mahali mtua, mwanafunzi the process ya ndio afike kwe, kwenye kupata kwa hivyo mwanafunzi katika kujiandaa kwake lazima yale maswali yaweze ya kuyaelewa mm -hmm. kuya na kuyajibu, sababu swali moja linatoka hapa, ninakuelekeza kwingine mm -hmm. kwa hivyo lazima mwanafunzi awe amepitia hiyo pilot paper ambao KNEC ilitoa mm -hmm. sababu amna nini nyingine mm hata -hmm. wale ambao wanatunga mitihani yao wengine wanafuata tu ule mtindo mm -hmm. na kama sisi kama kituo cha Gravity. Mm -hmm. Tulikaa tukapitia maswali <coughs> ya wataalamu kadhaa tukapitia yale maswali yote kutoka kwa KNEC, tukachukua zile pilot papers zote the nine learning areas, tukaziangalia tukaweza kutadhimini ni wapi na wapi kunafaa kuangaliwa sana kwa kila somo. Kwa hivyo mwanafunzi akiweza kuingia kwa mtandao kulingana na vile ameambiwa, anaweza pata yale maswali aangalie na apitie vizuri. Naam. Sababu kama vile ulikuwa umesema hapo awali, mwanafunzi ambaye labda hana uwezo wa kupata vifaa vile kama vile lab na nini, ndio apate zile alama sitini, ningesisitiza apitie na apitie maswali ayaelewe, ajue vile atakavyoyajibu. Naam. Akiwa anaelekezwa na, na mtandao ambao upo Mm -hmm. Kwa hivyo hizo alama sitini anaweza zipata hata kama huku kwingine labda hizi za project na nini zimekuwa na tatizo kwake. Mm -hmm. Kwa hivyo ni jinsi ambayo mtihani utakavyokuwa ni kwamba sio haangalii tu performance ndiyo kupeleke senior school. Naam. Mm -hmm. Wanaangalia kuanzia mahali ulitoka umekuwaje. Mmm -hmm. Kwa sababu walipokuwa darasa la tatu, ah, kida grade ya tatu, walifanya mtihani ndio akaingia grade ya nne. Mm -hmm. Kuanzia hapo amekuwa akifanya SBA na projects. Hizo projects zimekuwa na alama zake na zinaingia kwa pote ya mwanafunzi, kwa hivyo sasa hii ni kuongezea tu. Kwa hivyo uzuri wa huu mtihani ni kwamba hatutaangalia tu the outcome ama the results za mwisho, ni the process, mwanafunzi anaweza jifikaje huko. Zungumzia swala la uh, nadhani kuhusu uh, namna ambavyo mtihani huu majibu ambayo yatapewa na wana, yale, yale majibu ambayo wanafunzi wataandika, uh, kuna swala la hiyo outcome. Kuna lile jibu lakini kuna jinsi ambavyo mtu alifikia hilo jibu, uh, labda kwa kama wanafunzi wengi saa hii wako shuleni, lakini kwa mzazi anayetazama, anaweza kumwambia nini mtoto wake kuhusiana na kujitayarisha katika namna ya kujibu maswali? Asante sana. Uh, langu ni kuwaambia wazazi kwamba uh, wajifahamishe na yale masomo ambayo yataangaziwa ya na, na tathmini. Uh, tathmini ina uh, masomo tisa kwa kila, katika kila uh, somo kuna karatasi ambazo zinatarajiwa. Kwa mfano naweza toa mfano na karatasi ya Kiswahili, kwa mfano kutakuwa na karatasi mbili karatasi ya kwanza itajumuisha alama hamsini na karatasi ya pili pia hamsini. Karatasi ya kwanza itakuwa karatasi ambayo mwanafunzi ata atapewa majibu ya kuchagua yale majibu ambayo anastahili kuyachagua, mm -hmm. na anahitaji kusoma na kuelewa vizuri na kutokana na ule umilisi, kwa sababu na, naarifiwa na sauti yako hatuipati, tutakuja kwako muda usio uh, kwa mrefu wakati swala hilo litarekebishwa, lakini tuweze kupata kauli za mwisho uh, Caroline, kama mzazi ungewahimiza nini wazazi wenzako ambao kuna baadhi wanawasiwasi wanafikiria wana zile project. Uh, kuna wengine ambao wanahisi kwamba kuna vitabu ambavyo havikufika kwa wakati, unaweza kuambia nini kuwapa moyo kuhusiana na huu mtihani na utayari wa watoto wao? Yeah, asante sana. Kwa wazazi wenzangu, ningependa kuwapatia moyo kwamba uh, sisi ndio pioneers, KJ eh, uh, Junior Secondary School grade 9 sisi ndio wa kwanza. Kwa hivyo tuko na opportunities mingi huku mbele, ukiangalia vile watoto wetu wataenda senior school, uh, Uh, wale wengine wajaenda senior schools. I mean, uh, hiyo system haijakuwa vile. So, niko na matumaini na najua hata wazazi wenzangu wanatumainia kwamba hii CBE imeexpose watoto wetu kwa vitu mingi ambazo wengine wako pata hiyo opportunity, wakikuwa bado wako pale primary na junior secondary. So, kwa saa hizi kwa mfano zile masomo wamesoma kama hizo uh, test wamefanya practicals kwa lab uh, at least wako na exposure technical pre-technical studies mm -hmm. Huku mbele naona kama kuna, kuna nuru. Mm -hmm. Naona kama kuko kuzuri maana the foundation yenye watoto wetu wanapewa saa hii ndiyo foundation yenye inatakana for the future generations. Naam. Mm -hmm. Maana saa hizi ukiangalia vile, vile mambo yako kwa, kwa kikazi. Mm -hmm. Sio tu ile kazi ya certificate yako inahitajika, ina saa zingine kazi ya skills zako inaweza kukusaidia mm -hmm. Na na e, unemployment iko mingi sana. Na mtoto akianza mapema kufundishwa zile skills kama ni talent yake, maybe anataka kuwa journalist, maybe anataka kukuwa daktari maybe engineer, anapata hiyo exposure mapema, inamaanisha akisonga huko mbele amepata foundation hapa chini, so atajishikilia vizuri kwa hiyo system, na huko mbele akimaliza, anaweza ingia kwa kwa mali pa kazi bila wasiwasi mm -hmm. maana already ako na vitu practicals amefanya hapa na pale no. kwa hivyo ingawaje hiyo masomo ya CBE iko na gharama hapa na pale ambayo ikukua kule kwa 844 sisi kama wazazi hatuna budi tu kusup, kusupport watoto wetu mm -hmm. hatuna budi hiyo ndio kazi yenye tuko nayo mm -hmm. e, tujitahidi tupate hizo support yenye watoto wanahitaji ili kama ni projects wafanye walimu wetu tuongee na hawa wao pia wanaelewa watatupatia zile ambazo tunaweza kufanya, watatuadjustia vile inafaa, yeah, ili kila mzazi, kila mwanafunzi apate hizo practicals uh -huh. Alafu ikifika senior school tunatege, tunatarajia pia uh, serikali pia itatushughulikia kama, kama wale pioneers uh -huh. Tuote school fees tujui itakuaje uh -huh. Senior secondary uh -huh. Senior schools tujui hizi uh -huh. projects zitakuaje huko senior schools uh -huh. Yeah, so hapo pia serikali. But tunashukuru vitabu tunapata mm -hmm. na support ya government na hata walimu wamejitahidi sana. Naam. Uh, Washington. Wewe unaweza kuambia nini wanafunzi haswa wanapofanya mtihani ambao watakuja kwenu sasa senior school? Uh, katika huu mwezi mmoja wanaweza ku kuleta tofauti yote katika alama zao yeah. Uh, wacha niambie wanafunzi hivi uh, the senior schools. Uh, we are very ready, very ready for them. mm. And um CBE hii uh, mimi naifurahia kwa sababu ya skills as opposed to knowledge yeah, tangu nijue kuendesha baiskeli hadi sahi, hiyo hiyo, no, hiyo skill bado niko nayo mm. hata ukinipea baiskeli sahi bado nitai utaweza kuiendesha, ntaiendesha tu mm -hmm. Lakini zile chemistry uh, topics zenye niliangalia maybe form 2 uh, like isotopes, ukiniuliza sasa hii isotope ni nini, kwa sababu nilishaenda chuo kikuu nikafanya specialization, nitakwambia labda sijui isotope ni nini ama mole, uh, concept ni nini yeah. Kwa hivyo uh, I want to encourage our, our students that

and uh, we are going to you know e progression ya CBE is going to uh, you know take effect very well in the senior school, so our uh -huh, students be encouraged. aha uh -huh. Uh, Duncan kauli yako ya mwisho kwa wanafunzi, pia wazazi ambao wanatarajia watoto wao watafanya huu uh, mtihani wa kijisea. Asante sana. uh, uh, mine is um,

Asante sana. Uh, kauli yako kwa mwisho. Ndio, asante. Uh, langu ni kuwahimiza wanafunzi wa, uh, walimu na pia wazazi kuwa na matumaini uh, hata tunapojitayarisha kwa mitihani ya kitaifa mm -hmm. ijayo uh, ni kwamba mtihani yenyewe itaangazia kila mwanafunzi yule ambaye ako kule, uh, mashinani, yule ambaye ako hapa jijini, kwamba kila kila mwanafunzi atasawazishwa, amepewa nafasi sawa la kufanya vizuri. Kwa hivyo nina matumaini kwamba mtihani utafanywa vizuri na kwamba wanafunzi wetu watapita. Langu ni kuwatakia laheri, asanteni. Aha, Michael. Kauli yangu ya mwisho, kwanza nitasema kwamba wanafunzi wametayarishwa, wana, wame na kama sisi kama kituo cha Gravity tumejaribu kuwarahisishia mambo, tukapitia hiyo mitihani tukaweka kwa tovuti ambao afisa mtendaji mkuu ameipeana. Kwa hivyo yule ambaye hataweza kama kuna wana uwezo wa kufika kwetu kituoni kwetu, wataiona haya mambo kwa vitendo, watapitia the practical approach na waweze kuona jinsi atakavyoweza jibu swali. Kwa hivyo wale wako within Nairobi na amba wa, wale wanaweza fika katika huu mwezi mmoja umebaki, wanakaribishwa sana watutembelee, tutayapeleka polepole pole. Yeah. Kwa walimu pia nitasema we have retouring programs at our place ambao tunajaribu kusaidia hasa hata walimu wale watapokea watoto katika senior school, tunaweza mm -hmm. Tunaweza kuja kupitia waone watakuja kuwalakia watoto ambao wanaingia kivipi. mm -hmm. Kwa hivyo hiyo program tuko nayo ya kufanya retooling, na yetu si ati ile ni ya kusoma kwa kompyuta ama kwa laptop. Yetu ni practical cause our center is a practical center mm -hmm. Kwa hivyo waweze kuja tuweze kutembea pamoja na wao. Kwa wanafunzi wajue kwamba kuingia senior school sio hata kama sio nini, padho iko na tracks ndani yake. Unaweza kosa ile ulikuwa unatarajia, but bt we, we, we exposed to other careers ambazo zinaweza kuingia katika hiyo, kwa hivyo wawe tayari kufanya mtihani sababu lazima wataufanya. Asante sana mm -hmm. Michael Karanja ambaye ni afisa mkuu kutoka kituo cha Gravity. Karibu naye ni Caroline Bythe ambaye ni mzazi uh, wa wanafunzi wa JSS wa uh, Washington Kodede pale juu, naibu mwalimu mkuu wa Missions of Hope ambaye uh, ni shule ya upili uh, Dan Kanarimi ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa kituo cha Gravity na Anzao ambaye ni mwalimu wa JSS kutoka shule ya msingi ya Harambia. Asanteni sana kwa kutupambia uh, mdahalo wetu wa leo ambapo bila shaka, mtazamaji, ni mdahala ambao umeeleza wazi kuwa mtihani huu wa kwanza chini ya mfumo wa CBC wa KJSEA utakuwa kipimo kikubwa kwa walimu, wazazi, serikali na zaidi ya yote kwa wanafunzi wetu, na ushirikiano wa wadau ndio utakaowezesha mabadiliko ya elimu kufanikisha ndoto za mtoto wa Kenya. Mtazamaji, natamatisha mdahalo huu, lakini katika muda usio mrefu tutakuwa tunaingia kwa mdahalo wa pili, kukuarifu tu kwamba hii leo tarehe 30 mwezi huu wa Septemba ni siku inayoadhimishwa kote ulimwenguni ya tafsiri. Kwa hivyo tutakuwa tunaelezwa mengi kuhusiana na swala hilo.